Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 28 Novemba, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Katarina Laboure mtawa, mwaka 1876. Wakatoliki wanaoifahamu medali ya Maria wa muujiza ni wengi, lakini asili ya medali hii hawaielewi. Ni Katarina Laboure aliyeagizwa na Bikira Maria katika matokeo yake ili aitengeneze akiwa na umri wa miaka ishirini na mitano aliingia katika shirika la masista wa visenti wa Paulo. Alikuwa msichana wa kawaida mtulivu sana, baridi kidogo kitabia na mwenye imani kubwa. Aidha, alimtegemea sana Bikira Maria, japo hakuidhihirisha kwa nje hiyo namna yake. Akiwa bado mwanafunzi wa utawa yaani kama mnovisi alitokewa na Bikira Maria mnamo tarehe 27 Novemba mwaka 1820. Alimshirikisha tukio hilo kiongozi wake wa kiroho, naye aliandika hivi: mnovisi ameniambia kwamba wakati wa sala aliiona sanamu ya Bikira Maria kama vile kwenye picha jinsi inavyoonyeshwa mara nyingi kwa jina la mkingiwa dhambi ya asili, amesimama wima, amenyosha mikono na miale ikitoka mikononi mwake. Maneno kama haya yalisikika: miale hii yaonyesha neema anazozipata Maria kwa ajili ya binadamu kando kando ya sanamu yalionekana maneno kama haya: Maria uliyekingiwa dhambi ya asili utuombee sisi tunaokukimbilia. Baada ya dakika chache, sanamu ikageuka na mnovisi aliona herufi M juu yake, aliona msalaba na chini yake mioyo mitakatifu ya Yesu na Maria ndipo alipoisikia tena sauti ikimwambia, medali itengenezwe kadiri ya mfano huo na watu watakaoivaa medali hiyo iliyobarikiwa na kusali sala hiyo watalindwa na Mama wa Mungu kwa namna ya pekee. Padre hakuyasadiki mara moja yote aliyoambiwa, akamshauri mnovisi kwamba njia yenyewe ya kumheshimu Maria na kulindwa naye ni kuishi kadiri ya fadhila za Bikira Maria. Mnovisi Katarina akamwitikia kiongozi wake. Lakini miezi sita baadaye alipata tokeo kama hilo hilo, na alipomwambia kiongozi wake huyo, akamshauri kama alivyofanya hapo kwanza. Baada ya nusu mwaka tena mnovisi aliliona tukio hilo hilo kwa mara nyingine tena na kuyasikia maneno kama hayo hayo. Zaidi ya hayo, aliambiwa kwamba Maria hakuridhika kwa kuwa medali ilikuwa haijatengemaa bado. Basi Padre kiongozi alimwendea askofu naye akakubali medali itengenezwe na kusambazwa. Miezi kumi na minne baadaye, medali mia moja hamsini elfu zilikuwa zimekwisha tengenezwa tayari na kusambazwa. Katika maisha ya Katarina, jambo la ajabu ni kuwa alikuwa mtu wa kawaida kabisa ambaye hakuyavutia macho ya watu. Utakatifu wake ulilingana na neno la kumfuasa Yesu Kristo kwamba penda kutojulikana na kutoheshimiwa. Aliishi utawani kwa muda wa miaka hamsini kama sista mwema aliyekuwa mfano kwa wengine. Kwa upendo mkubwa alifanya kazi yake katika nyumba ya wazee na daima alikuwa tayari kumsaidia kila mmoja. Watu walioijua siri yake walikuwa wachache sana, nao waliilinda kama siri kuu. Sista Katarina alikufa tarehe 31 Desemba mwaka 1876, alitajwa mtakatifu mwaka 1947 na, na sikukuu yake huadhimishwa tarehe 28 Novemba. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele Amina. Watakatifu wa Afrika tarehe 28 Novemba. Watakatifu Papinianus na Mansuetus Maaskofu na wafia dini Algeria. Watakatifu Valerianus, Urbanus, Crescens, Ustak, Cresconius, Crescensianus, Felici, Holturanus na Florentianus, maaskofu waliopelekwa ugenini kutoka kwa Afrika ya Kaskazini kwa ajili ya dini ya Kikristo. Mtakatifu Katarina Laboure, mtawa, utuombee.